Mimi sikuogopi. Yaani, huna cha kunifanya, manyanya hunitishi kwa lolote. <laughs> Hoya, unachotaka na mimi nataka. Leo ninayo furaha kubwa kumtangaza mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail. Sisi kama familia tulijisikia vizuri. napendelea kucheza Aviata na 740. F nawaambia waendelee kucheza washinde kama dadangu alivyoshinda, wa walivyoshinda. Gari inayofuata huenda ikawa ya kwako kupitia pmbet.co.tz Mimi sinaongea na wewe. He, kwani wewe una shida gani? Naona sikuelewi mwenzangu tangu muda unahangaika na madaftari, unaandika, unafuta. Wewe na mahesabu wapi na wapi? Au unataka ufungue biashara shoga yangu na mimi sijui. Udugu wangu. Yaani e, mimi nisi kabisa kishanilamba. He? Kwa nini? Maana najisikia vibaya hatari. Naona kabisa mzunguko wangu umeharibika baada ya kukutana na yule mtu. Yaani tali ambazo nilizokuwa najua kabisa hapa nikienda lazima nitapata. Naona zimevurugika, yaani kila nikipiga mahesabu hapa sipati majibu, yaani nahisi nimechanganyikiwa, sielewi nafanya nini hmm. Lakini ungesubiri shoga yangu, siku ziendeende, uangalie kama utaingia period uta au hautaingia. Ungesubiri, labda hata hauna hiyo mimba. Unajua, muda mwingine hali ya hewa au uti unaweza ukajisikia vibaya. We yani ni subiri izidi kukua kabisa. We huo muda sina na hii kazi yangu. Kwa hiyo sasa unafanyaje shoga yangu? Nampiga huyu mwana alamu simu, maanake naona ananichanganya tu, na mimba yenye kwangu mtaji na hapa. Nitamwambia sav nitumie hela nikaitoe. Halo Asha mama. <coughs> nakuja mpenzi wangu, nasubiri afleni hapa. Wewe, mimi sio Asha mi We, chizi nini? ni unijui juu, mimi si tumekutana juzi hapa. Hapana shida na wewe, nataka tuonane. Tamtukana mbwa huyu. Yaani, mimi nakwambia habari za kuonana, naambia habari za kuumisi kumisi nini? nimekwambia tuonane. Hakuna matatizo, unajichekesha nini? <laughs> Jamani hey, nisicheke? Mi nacheka na yangu au silusiu? Yani badabada maumivu yangu mimi, unakaza kujichekesha hapa. Unafikiri uo mchele na umeme anaikaga nani hapa ndani? Mi sikucheki wewe, shoga yangu, unazidi kunipandisha hasira tu. Marafiki wengine sijui hataapoje Yaani, baada ukae chini unishauri, je, tunafanyaje niondekane katika ili janga. Unanicheka, unaletea uchawi si ndio? Wewe uje kabisa itakwamisha kazi zetu, na unavyonicheka uone, kama naye atakukuta kama nikuta mimi hapa juu poje? Hmm, sikucheki tena shoga yangu, nimeacha dunia ah. Hii ndo dunia ah. Yani, na bado unanicheka, ela zangu nakula, alafu najikenulisha hapa, si ndio? Sasa leo utakula vicheko vyako. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia, wajuaje na wapumbavu wa Mungu. Aki ya Mungu, leo ndege mjanja kanasa kwenye tundu bogu, acha nicheke mimi na mizamu yangu, ikifika utacheka Mungu wangu hey, ino dunia bwana hey, hey. Nikisema nikupe ikikichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo jamani, msione na lewa, ndiyo mana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa yanayoniferishando chanzo kurudio, muna chelewa nye muwezi elewa Ah, ah, ah, ah, ah, nimeoza ndani kwa ndani natembea ingali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi bora tange kwa ndege angani. Kwa mbawa zangu ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati dunia, ah, shule inayofunza mema na mabaya dunia, dunia. Baba, we kwani vipi mbona mm? Unashtuka shtuka mda wote mm -mm. Kwani una na mapepo? Maana nikigeuka huku unageuka, nikigeuka huku unageuka, hulali mda wote unahangaika, ni nini? Amma huyo kuna ndoto niliota hapa mwanzo, wife nimeona kama lijinamizi Lime, limesimama huku pembeni, hivi, nikifumba macho linakuja linakua mm, nikifumbua macho linakimbia, nikifumba mm, nikifumba, ina, ina, ina ina kama inanipa mshtuko, ndo tuna mchana, maana toka mchana unaangaika, yaani ni mtu wa wasiwasi, huereweki, una shida gani kwani ni hali ya kawaida tu, lakini nafikiri hii ya usiku hii ni hilo tulijinamizi pia, labda sijui atujasali vizuri, kuna kipengele mimi Mungu tasiamomba vizuri ah, mm, nimekosea maombi mm, eh, sababu hizi ndoto nazoota sio za kawaida lakini si naweza kasali tu tena, na sehemu sijaziomba vizuri, nirudie kidogo maombi. Mungu Baba, naomba kupatia kwako, Mungu mweza kika, naomba <coughs> <coughs> wako nikinge nizuie na kila aina ya balaa, kila aina ya dhuruba, kila dhamira iliyokuwa mbaya, kila nia iliyokuwa mbaya, uadui, ushetani na dhamira yoyote ya kutaka kuteketeza na kuangamiza maisha yangu. Mungu bariki, linda, simamia katika jina lako, naamini wewe ni mwenye uwezo, funika kila aina ya jini, kila aina ya pepo na misukule, ambayo inakuja usiku huu kunizuia mimi na mke wangu. Mungu bariki, linda, malizia mbali katika jina lako Baba, naamini amen. Una shida gani? Haumini? Ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja e, inanipindapinda pinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea, e, nime Mm -hmm. <laughs> Mm. Ha, <laughs> yani, ni hapo, ujazoea. Ukizoea utaiona mzuri sana. Ndio maana nimekutoa auti, tuje tufanye stare yetu hapa. Tukitoka hapo, tunaenda kulala mtoto mdogo aka Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza lakini leo mimi sasa nataka ni kusanue ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyoka mno. Hawa jamaa si wameweka kibango chao kinachosema no English, no service. sasa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye. Mwana oh, mwana mpotevu nipo, tunabembea. Ndo mana siku hizi wanipigie simu nikutafute. Kwa lipi? Kwa mfano, mambo ya kupigana wangu mimi nayataka kama weupe, na huyo anao weupe kama kidari, ndo hichi Alafu yale mambo yangu ya ndani, eh, hatari hapa, hatari. <laughs> Hapa ni moto, nimemwachia suji mwenyewe. Unaona kifaa changu hiki, na kimiliki mwenyewe, si shei na mtu penzi <laughs> wangu mwenyewe, sina wasiwasi wasi. Alafu na mambo yako subiri mimi. Like ii ndo so, yeah, dunia bwana eh, eh. Nikisema nikupe iki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo jamani. Sioni na leo. Ni aje, mwamba freshi Fresh. Naona nini unang'aa, nini unawaka unanyonya maisha kawaida <coughs> Nyonye maisha, unajua ah oh, mimi nawafahamu vizuri au mashangazi sawa. Ah, wewe simamia homo homo sawa. Kaza, kikubwa ni kukaza tu, zingatia kila engo mzee, kandamiza. Mbona fresh tu mwezi wa kwanza, wa pili kama una nyumba una nyumba, mwezi wa tatu una push ndinga mzee, hivyo hivi kweli wa kufurahia? Aha, kwa nini sifurahie maisha mzee? Ona mimi na shining mzee. Hivo yaani, sitoki jasho, sifanya chochote mzee, msingi kiuno tu, bring bring kama hivi. kwa nini sifurahie mzee? Umepiga yule? Ah, huyo huyo, Fatuma. Aha, sio kupiga tu, mi nimepiga sana mzee, na ameninunulia mpaka nyumba. Mtoto ize kabisa, huyu ana ugonjwa wa kupenda. akikupenda mzee, ah, mwezi mmoja tu, wa pili, unamiliki vitu kibao. Kaza mzee. na ulipiga VIP Vipi? Ah, wewe, vipi. Kinga. Vipi, wanapiga goro kwa goroko. Nakuja michongo mi mi walielewa na nikatumia kinga na maisha na nyonya maisha huyo Sudi ndo nasimamia kila kitu mzee. Awa dhaifu sana mzee, wewe umepiga bila kinga e? Ah, my god, unafeli wapi? Kwani nimepiga bila kinga mzee? Ujue mi walintisha, ujue afu akanaambia kabisa, yaani kama mi ndaendelea kungania kutumia zana atamwambia bosi asa. Afu mi sikujua kama anaweza kawa na maambukizi hiyo ah, ndio michongo yao. Wanakutetemesha tu wakikuona we mgeni nini, wanakutetemesha. Hata mimi mwanzo walinitetemesha hivyo hivyo mzee. Ah, oh, unauza maisha mzee? Au ah, oh, sioni hivyo. Wana maisha mazuri, wana hela nzuri, watakufanyia kila unachokitaka, watakuhudumia kila kitu, lakini sio azima mzee. Unapigaje kavu? Ah, sema nini, sio swala bado hujachelewa fosi, nenda kapime nini afu Okay. Mm. Feti. Mm. Acha mimi nicheze. <laughs> Ah. Unaenda? Kulikuwa kuna mtu na appointment naye hapa lakini wendelea mitona naye kwa njia hapo.

Weyuni, hebu njoo mara moja shogangu. Mbona naita hivyo? Kwema, mbona kama unanichanganya shogangu? Maana asubuhi umepita hapa hata hujasuka, sasa hivi umerudi umedamshi. Kwani umeniama shoga wangu au labda tuna ugomvi? Mimi sijui tuna ugomvi wapi shogangu. Yaani ofa ilo kupo kwa mapi hata ungekuwa wewe usingekata nywele tunazosuka pa elfu thelathini, elfu arobaini, elfu hamsini, elfu sitini kwa mapi elfu tano. Upo shoga yangu? Nywele zenyewe nilizosuka hapa elfu <laughs> tano. <laughs> Ungekuwa ungekata? Hebu kwanza, maana hapa kwenye ofa kama unanichanganya. Kwa hiyo nywele umesuka elfu tano. Yaani mama pi kwa pesa gani alizonazo mpaka wasuke hizo nywele elfu tano? Yaani awape ofa watu wote kwa pesa gani? Mama, nanuka njaa tupu <laughs> Hebu acha bwana kunitania wewe, sema tu umenihama shoga yangu. Watu wana mipango yao mjini, huwezi kujua. Mtaa mzima wanajua shoga yangu, na sio ufa ya siku moja shoga yangu, tumetangazwa miezi hii hey, mitatu. Upo mama <laughs> ah. hmm, shoga yangu kimekulamba, pole. Mimi naondoka zangu hmm taona shule inayofunza mema na mabaya, wajuaji na wapumbavu wa moo dunia angu kolako nikicheko kwa wengine, wasindikizaji wapambanaji wa moo ino dunia. Ah. bwana Hey, hey. Nikisema nikupe ikikichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio. Munachelewa, muwezi elewa. Kwa hiyo wewe mimi ndio wote nakusubiria ofisini, kumbe wewe upo ofisi nyingine unafanya kazi. Wewe ushawahi kuona wapi mfanyakazi anafanya kazi, kazi ofisi mbili tofauti? Hebu twende huko, sinichanganye samani. Bosi wangu mimi kwako nshacha kazi. Sahivi nipo kwa bosi wangu mpya. Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PM Betty, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana, dada. Nashukuru sana PM Betty, kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri, kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www.pmbet.co.tz Ha? <laughs> Kwa hiyo unaacha kazi kwa ajili ya ofa ya siku moja si ndio? So hivyo sai, shoga yangu, wewe kwako nanipa elfu kumi mimi ukumaidiwa elfu hamsini Haya, tamaa kuacha hela, kwa hiyo mm, kwa tamando hivyo. So, Halafu ndio hivyo masuala ya kupata sponsor. Siku moja tukaanza kuchukuliana wafanyakazi sitaki. We, ungekuwa unamtaka huyu, ulishindwa hata kunipigia simu hmm? na hii tabia ya kushusha bei, mama pii, tunaharibiana. Wewe ile elfu thelathini ushaona wapi? Nasuka kwa elfu mbili sijui elfu tano tunaharibiana biashara. Sijapenda kabisa, ungekuwa na ustaarabu. Kwa nini usinipigie simu? Umemaliza? Nisikilize kisungura tope. Na kuna unafika kwenye ofisi za watu unachonga unajikuta nani mwingine hapa. Malao, oh. Yani kama unaona umeishiwa wateja ofisini kwako, jaribu kutumia njia nyingine. So unakuja una bwabwaja una bwabwaja tu hapo hapa nimekaa nakusikiliza unapiga kelele. Dada, kuwa na heshima kwenye ofisi za watu. Sijui unanielewa? Ukiwa unakuja kwenye ofisi za watu, jitahidi uwe mstaarabu. Alafu kuhusu swala la bei, nalipanga mimi. So unazungumzia tu maswala ya masponsa. Kama ni rahisi, tafuta wako mjini, kila mtu ana mishe zake. Kama we umezoea ndumba, sio kila mtu hivyo. Upo unaonekana umepagawa sana eh? wede mvipi wewe emsepa e, kwenye ofisi yangu bwana. So njazi nzi tu hapa au? <laughs> <Na> sio inatakiwa <laughs> ujue kitu kimoja, hii ni dunia na dunia inazunguka. <laughs> Dada, pole. Hey, hey. <laughs> Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia haa. Shule inayofunza mema na mabaya na dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa moo. <laughs> Huku tena unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyoka mno. Hawa jamaa si wameweka kibango chao kinachosema no english no service, asa mimi leo naweka cha kwangu, yes. Get ticha zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye.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 kujiongoza siwezi bora tange kwa ndege angani kwamba wazangu ningeruka thamani ya utu wangu bei ya chapati dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa moo